Hauhitaji connection upate nafasi JWTZ. Nisikilize hii video mpaka mwisho itakusaidia wewe kuongeza uwezekano wako wa kupata nafasi JWTZ. Share video hii, usisahau kusubscribe. Namba moja, kama unahitaji nafasi JWTZ anza kuchukulia michezo serious. Mfano wa michezo ambayo JWTZ wanahitaji ni riadha, boxing, karate, taekwondo. Lakini ni lazima uwe vizuri haswa, lakini pia ikibidi, tafuta na cheti. JWTZ bado wanahitaji watu professional kwenye michezo kama riadha, ngumi, karate, taekwondo. Namba mbili, andaa nyaraka muhimu zinazohitajika. Mfano wa nyaraka muhimu ni kama cheti cha kuzaliwa, vyeti vya taaluma na nyaraka nyinginezo zinazohitajika kipindi nafasi zitakapotangazwa. Mwisho, ukiachana na degree au diploma au levo yoyote ya elimu ulionayo, ni lazima uwe na kitu cha ziada ambacho kitakuwa cha ziada. Ukiachana na levo ya elimu ulionayo, mfano udereva ufundi magari, welding, ufundi bomba. Kwa hiyo ukiachana na level ya elimu ulionayo, ni lazima uwe na kitu cha ziada.